Tupo katika ulimwengu ambao umejaa habari nyingi, umejaa vyanzo vingi sana vya habari. Kwa hiyo ndugu yangu, usipokuwa makini unaweza ukamezwa na habari nyingi ambazo hazina umuhimu kwako. Sasa hivi ni kipindi ambacho kuna habari nyingi kuwahi kutokea, ni kipindi ambacho habari imekuwa ni kitu rahisi sana saa hizi kupata taarifa ni kitu rahisi sana. Unaweza ukapata taarifa unazozitaka na pia ukapata taarifa ambazo huzitaki, na bahati mbaya, huwezi kuzuia kuzisikia. Uwe umetaka uwe hujataka, lazima tu utazisikia. Kwa hiyo, hapo kilichopo ni akili yako sasa, kuweza kuchuja taarifa ipi ni sawa kwako, taarifa ipi sio sawa, muda huu ni wa kusikiliza nini, huu sio wakusikiliza kitu fulani Usipochuja ndugu yangu, utajikuta unapokea habari nyingi ambazo zinaharibu mfumo wako wa kuwaza, mfumo wako wa kufikiri, zinaharibu fokasi yako ya mambo, zinaharibu kila kitu katika mipango yako ya kwa kimaisha, kwa sababu akili ya binadamu huwa ina, inaathiriwa sana na mazingira ikiwemo watu wanaomzunguka pamoja na taarifa anazopokea sasa. Hivi hii ni dunia ambayo ina taarifa nyingi sana, na kuna namna ya upatikanaji wa habari kwa urahisi sana. Kwa hiyo sasa, usipoweza kuchuja, utaathiriwa na hizo taarifa. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, kuna mambo mengi sana ya kuelimisha na mambo ya kuburudisha na mambo ya kufikirisha na mambo ya kuhuzunisha. Sasa kazi kwako kuchagua platform ipi wewe unataka kusikiliza habari zake. Pia mbaya zaidi, ujinga ndio umejaa mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Yaani ujinga ndio unapatikana kwa urahisi zaidi kuliko maarifa. Yaani ujinga wenyewe sio mpaka utafute, yaani ukigusa tu mtandao wa kijamii, ujinga una upo mbele yako. Sasa kuna wakati mwingine unaweza hata ukaweka bando lako kwa kutaka kutafuta habari fulani alafu ukajikuta MB zako zimeisha kabla hata kwenye hiyo habari uliokusudia hujaifikia, kwa kuvutiwa tu na hizo habari ambazo umezikuta kwa wepesi, za ujinga ujinga, na nyingi ni za ujinga ujinga, na kwa hakika kabisa ni yani, za ujinga, yani taarifa za ujinga, habari za ujinga ni nyingi sana, za kukuchekesha tu, kufurahisha na zingine ni habari za kijinga kabisa ambazo zinaharibu ubongo wako. Kwa hiyo ndugu yangu, chagua habari za kusikiliza, chagua habari za kufuata. Hauna muda ambao unakuruhusu kufanya kila kitu. Una muda ambao unahitaji upangilie vizuri. Unajua, bahati mbaya sana binadamu hatuna uwezo wa kuzuia muda kwenda. Lakini tuna uwezo wa kupangilia kitu cha kufanya katika kila muda unaopita mbele yetu, ili kuwe na manufaa baadaye. Kwa hiyo akiba, hakuna akiba ya muda. Akiba ni kile ambacho wewe umewekeza wakati ulipopata muda, au kile ambacho umekifanya kila unapopata muda, kila unapopata nafasi. Kwa hiyo zingatia sana ndugu yangu, kila muda uwe na faida kwako, uhakikisha umefanya jambo la kukunufaisha hata kwa uchache. Kama lita kunufaisha kwa wakati huo huo basi liwe jambo la kukunufaisha hata baada ya miezi kadhaa, liwe jambo ambalo litakalokunufaisha hata baada ya miaka kadhaa, liwe jambo litakalokunufaisha hata kwa familia, kiwe kitu ambacho unaweza hata ukajifunza ili kwa ajili ya kuifundisha familia yako, kwa sababu kama hautokuwa makini, utajikuta unatumia muda mwingi kwa mambo ya kijinga na mambo ya kuvutia, mambo ya kufurahisha tu utasahau majukumu yako na malengo yako. Utapoteza hela nyingi kuweka bando, utanufaisha tu mitandao na wakati huo wewe unaumia kiuchumi bila kupata maarifa. Maana uwepo wa mitandao mingi ya kijamii dhumuni lake lilikuwa ni kurahisisha kupata habari kwa urahisi, ili watu habari ziwafikie kwa urahisi, watu wapate elimu juu ya mambo mbalimbali wanayoyahitaji. Watu wapate elimu ya kibiashara, watu wapate elimu ya kiuchumi, watu wapate elimu ya malezi ya watoto, watu wapate elimu ya familia eh? Lakini badala yake sasa mitandao kijamii ya kijamii imegeuka kama sehemu ya kuweka kila aina ya ujinga, jambo ambalo sio lengo la waliotengeneza mitandao hiyo. Inatumika vibaya sana hasa kwa nchi zinazoendelea mitandao ya kijamii inatumika vibaya sana. Kwa hiyo ndugu yangu, kila habari unayoiona kwenye mtandao wa kijamii sio lazima uiangalie au isikilize. Pima, chagua tu sehemu chache, chagua platform chache ambazo wewe utakuwa unahitaji kuzisikiliza, unahitaji kufungua zile ambazo zinakujenga, kwa sababu kile unachosikiliza sana ndicho kinachoathiri ubongo wako. Kile unachosikiliza sana ndicho kinachoathiri utendaji wako. Kile unachosikiliza sana ndicho kitakachoamua ufanikiwe au ufeli, uangamie au ubarikiwe, au upate ufanisi au uishi maisha mabovu, kwa sababu kuna wakati hata habari za kijinga kijinga tu na zenyewe, kama utazisikiliza, zinaweza zikakupeleka kwenye maisha mabovu maana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kuna hamasa za mambo ya ovyo ovyo. Kuna vitu vitakavyokuhamasisha ngono za ovyo ovyo. Kuna vitu vitakavyokuhamasisha wewe kuwa mbea mbea, kuwa msengenyaji msengenyaji, vitakavyokuhamasisha wewe kuwa mwizi. Kuna vitu vitakavyokuhamasisha wewe kuwa tapeli. Kuna vitu vitakavyokuhamasisha wewe kufanya vitu vya ovyo kabisa. Kwa hiyo unapoingia kwenye mtandao wa kijamii ndugu yangu, unatakiwa uwe na akili timamu tena yenye utulivu kabisa, na ujue kuchagua unataka kuangalia kitu gani. Usipozingatia hivyo vitu ndugu yangu, unaweza ukajikuta huu wepesi wa kupata habari ukawa matatizo kwako, baada ya kuwa na faida. Kwa hiyo ndugu yangu, hili ndio jambo ambalo mimi nimeona leo ni, ku, ni kuambie au tuambizane walau pengine tukiwa makini zaidi tunaweza tukaisaidia hii jamii yetu na tukapunguza kiwango cha matatizo yanayoendelea kwenye hii dunia. E, naamini kama umenisikiliza vyema basi umenielewa. Na kama maneno yangu yamekugusa basi yamekusaidia, yamekuokoa, naamini utabadilika. Tuko pamoja. Nafurahi sana kuongea na wewe kila siku kupitia hii video, kupitia hii chaneli yangu. Tuko pamoja mpaka pale mafanikio yatakapopatikana. Mimi ni mpambanaji mwenzako, mimi ni mpambanaji mwenzenu. Tuko pamoja sana ndugu zangu. Kwa hiyo haya machache naomba tuyafanyie kazi. Asanteni sana.